Kuna wakati ukiingia katika mitandao ya kijamii, kwa mfano kama vile ukiingia Instagram ukawa unaangalia katika posti za watu mbalimbali. Ukiangalia watu ambao wamelaiki katika hizo posti, kuna jina utaliona linajirudia rudia katika kila posti. Yaani, ni mtu mmoja amelaiki posti nyingi, na unajiuliza maswali, huyu mtu ni mapenzi au ndio hobi yake tu? Tunaweza tukasema hivyo kwamba anapenda kulike like picha. Mtazamaji, ambacho nataka nikizungumzia hapa ni namna gani tunaweza tukaokoa muda na pesa kupitia mitandao ya kijamii watu wengi wanatumia muda mwingi kuzama katika mitandao ya kijamii mtu. Atapambana kadiri ya uwezo wake aweze kuunga tena bando la internet, ili aendelee kutazama kile ambacho anapenda kukitazama. Lakini swali la msingi ambalo mimi na wewe tunaweza tukajiuliza, je, tunapotumia muda mwingi zaidi kuwepo katika mitandao ya kijamii kuna namna tuna benefit? kuna namna tunafaidika? Yes, kuna watu wanatumia muda mrefu katika mitandao ya kijamii, wanatumia pesa kwa ajili ya kujiunga na mabando ya interneti, lakini end of the day wana rudisha mapato kwa maana kuna namna ambavyo wanaziweka content zao katika mitandao ya kijamii na wanatengeneza pesa. Vipi mwenzangu na mimi, mwenzangu na mimi ambaye unatumia pesa zako kwa ajili ya kutazama fulani kaposti nini leo, kuna ombea gani leo, na unajikuta una uwezo wa kukaa zaidi ya masaa matatu manne uko na simu mkononi. Ukiamka tu asubuhi, we unacheza na simu, umeingia Insta umetoka, umeingia Tiktok umetoka, umeingia Facebook umetoka na mitandao mingineyo kama hiyo ya kijamii. Ambacho nataka tukizungumze leo ni jinsi gani tunaweza tukaokoa muda na pesa kupitia mitandao ya kijamii. Jambo la kwanza la msingi na la umuhimu, unatakiwa ujiwekee muda, jiwekee limit ya muda kwamba mimi ninapoingia mtandaoni kwa muda huu, nitatumia dakika 30 tu au nitatumia dakika 20 tu, nitapitia kwenye mtandao wa kijamii husika, nitafuatilia kile ambacho ninakifuatilia, and then nitazima data nitatoka mtandaoni, au kama nahitaji kuposti ku upload picha yangu au video na chochote ambacho kinanihusu, basi nitafanya hivyo. Kwa hiyo jambo la kwanza la msingi, jiwekee muda. Unapochukua simu yako, weka nia kabisa kwamba ndani ya nusu saa niwe nimemaliza kila kitu. Nazima data, naweka simu pembeni, napata wasaa wa kufanya mambo mengine ya msingi. Jambo la pili, ambalo litasaidia sisi kupunguza matumizi ya muda na pesa mtandaoni, pale ambapo unahitaji kuposti video yako picha yako content yako, cha kwanza kabisa ukishawasha data ukaingia kwenye mtandao husika, make sure unaupload picha yako ama video yako content yako kwa ujumla. Hicho ndo ukiwe kitu cha kwanza, posti kwanza. Baada ya kuposti mambo mengine yatafuata jambo la tatu, ambalo kama tutashikamana nalo itakuwa ni sababu ya kuokoa muda na pesa kupitia mitandao ya kijamii. Jambo la tatu eh, baada ya kuposti picha yako, video yako, wasachi watu ambao wewe unawafuatilia, watafute watu ambao wanakuinspire kwa namna moja ama nyingine, ma role models wako, au role model wako, hebu andika jina lake pale. Angalia, role model wangu leo ameposti kitu gani? Au watu ninaowafuatilia kwa ajili ya kujifunza na kuelimika wameposti vitu gani leo? Baada ya search, kama kawaida, ukijisikia kucomment, its okay; ukijisikia kushare, its okay na kadhalika. Na baada ya kufanya hivyo, basi utaweza kuendelea na mambo mengine. Tofauti ya nne ni wewe kuchukua hatua ya kuzima data. Zima data, weka simu yako pembeni. Wakati mwingine unatamani, unashawishika, unahamasika lakini zima data, weka simu pembeni. Alafu baki tulia. Mwingine anasema kwamba sina cha kufanya kwa muda huu, hapana, eh, hakuna mtu ambaye hana kitu cha kufanya. Isipokuwa kitu cha kufanya ambacho wewe ulitakiwa ukifanye kimefanyiwa coverage na mtandao wa kijamii au na smartphone yako. Sasa chukua simu yako. Kozima data iweke pembeni, alafu itazame, usiiguse kabisa. Kitendo cha kukaa hivi hivi ukiwa unatafakari nini ufanye, hautokosa cha kufanya. Hebu ipe nafasi ya akili yako kuweza kufikiria mambo mengine ambayo yanaweza kuwa na mchango au ikawa ni sababu ya kupiga hatua kwenye maisha yako kwa ujumla. Tumalizie na jambo la tano, utakapokuja kurudi tena kwenye mtandao wako wa kijamii ukawasha data, cha kwanza unakwenda kuangalia posti yako imeendeleaje, content yako imeperform vipi, ni watu wangapi wameifuatilia. Je, kuna comment ambazo inabidi ujibu? Kwa wakati utajibu zile comment, na utaona kwamba okay mwenendo wa content yangu unakwenda vizuri. Ukishamaliza hapo, utapita kuangalia posti kadhaa, dunia iko wapi? Pengine wewe ni mtu uko inspired na habari unataka kujua kinachoendelea duniani, basi utaangalia. Lakini pia wewe ni mpenzi wa michezo eh, unataka kuangalia kuhusiana ligi mbalimbali utaangalia. Au wewe ni mtu wa burudani, unataka kujua labda performance, uone wasanii wamefanya nini, ima waigizaji, muvi gani imetoka na kadhalika. Inategemeana na wewe, kile ambacho unakipenda. Ukimaliza hapo brothers, sisters, zima data, weka simu pembeni, hata kama unajihisi huna cha kufanya. Narudia tena, hakuna mtu ambaye hana kitu cha kufanya, isipokuwa vitu ambavyo litakiwa uvifikirie kwa ajili ya maendeleo yako kwa ujumla, vimefanyiwa coverage na smartphone yako. Kwa tupunguze matumizi mengi tukiwa kwenye mitandao ya kijamii, muda unakwenda, lakini pia pesa inakwenda. Nimekuletea hayo pia leo, kama kawaida yangu, naendelea kukuambia karibu sana Success Path Network, each one teach one, MC Fani, endelea kuwa na sisi, Siondoke, asante.